Hutaona impact ya maneno uliyojitamkia, saa unapita kwenye mapito, mpaka umefika saa yako ya kufanikiwa ndio utaelewa. Ukifika saa ya kufanikiwa ndio utaelewa gharama ya maneno uliyojitamkia. Biblia anasema, Yeremia 22:21 anasema, mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndiyo iliyokuwa desturi yako tangu ujana wako, kuto kuitii Mwanadamu hafanikiwi tu kwa sababu anataka kufanikiwa, hafanikiwi tu kwa sababu ana juhudi, pamoja na kwamba juhudi ni za muhimu. Biblia anasema si wenye mbio washindao katika michezo, si wenye hekima wala wenye ufahamu wapatao mali, wakati na bahati huwapata wote. Kwa hiyo mtu anafanikiwa kwa sababu ndio ajira yake ya kufanikiwa, na ndiyo maana kama saa yako ya kufanikiwa haijafika, utapambana utafanya kila, kila.